Uh, Kaunti ya Tharaka Nithi mmoja mojawapo ya kaunti nchini Kenya ambayo inakumbwa na visa vingi vya ukosefu wa mvua. Hili ni shamba la mtama ambalo kwa hakika ukitizama vyema utaweza kuona kwa hakika mkulima huyu aliweza kutenda kazi ya aina yake na atatarajia mavuno manono no. Wakulima wengi nchini Kenya wamekumbatia mifumo ya kilimo yenye mimea inayokuwa polepole pole na isiyoweza kustahimili kiwango cha juu cha joto. Aidha, wakulima hawa hutegemea hali ya hewa kukuza mimea yao, na hivyo basi kukumbana na changamoto za mazao duni yasiyoweza kukidhi mahitaji yao na hata kufanya magala kusalia bila chakula. Shirika la Ikisa ni shirika la aina yake ambalo linafadhiliwa na serikali ya Marekani kuweza kusaidia wale wakulima ambao wanaishi kwenye maeneo ya ukame. Shirika hili aidha linatoa mbegu ya mimea zinazokuwa haraka katika maeneo yenye ukame kwa wakulima ili kuweza kujifaidhi maishani. Bwana Moses Siambi ni mkurugenzi wa shirika la utafiti wa mimea inayokuwa katika maeneo kame almaarufu ikrisat kwenye eneo la afrika mashariki na kusini working on about four of the mandate crops that we have we have currently six mandate crops we have sorghum, we have millet we have chickpea we have groundnuts and now we have also added a crop called tef but tef is mainly grown uh, in ethiopia

And then the sorghum and millet. Kwa muda mrefu hali ya hewa imebadilika huku misimu ya mvua na jua ikibadilika vilevile. Ni tatizo kubwa kwa wakulima katika mataifa ya Afrika huku wanyama na mimea ya kiasili zikipotea. Kutokana na kubadilika kwa viwango vya mvua na joto, inambidi kila mkulima kukumbatia mfumo wa kipekee wa kukuza mimea inayostahimili joto ili kuleta mazao kwa wingi kwa taifa. <coughs> Ni hatua ambayo inafanikishwa na shirika la kufanya utafiti wa mimea kwenye maeneo kame barani Afrika maarufu kama ICRISAT. Huku shirika hilo likitoa mbegu kwa wakulima kwenye maeneo haya ili kufanya kilimo chenye mazao. Baadhi ya mimea hii inayotarajiwa ni mtama, wimbi, njugu, soya miongoni mwa mimea zingine. Shamba hili la mtama linamilikiwa na mkulima mmoja ambaye pia ni chifu wa eneo hili la Tarakanizi, na hivyo basi mkulima huyu ni mmojawapo wa wakulima wamefaidika na msaada kutoka kwa shirika la ICRISAT. Hivyo basi, wapo utaweza kutizama shamba hili litaweza kumpatia mavuno ya aina yake, na hivyo basi huenda mavuno haya yakaweza kuchukuliwa na kampuni ya breweries na kuweza kumpatia faida ya pesa. Uh, this is, this feeling of the dristion especially this time there was no rain so and the, we and aready gotan information that there will be no rain enough rain so me i suggested that in the fran the which you will be able to sustain wello with adrout and the best clob is the sorghum, especially the gadam sorghum. and uh, when we plant gadam sorghum, we plant as a, a crop, as a business

Kando na mimea hii kuaminika kuwa na uwezo wa kustahimili kiwango cha juu cha joto, mimea hii pia hutumika katika kuongeza madini mwilini na kuupa mwili nguvu na uwezo wa kupambana na magonjwa sugu. Unaweza vilevile ukatumia mazao ya mtama na wimbi kuunda vyakula kama pilao ya mtama, keki ya wimbi, andazi la mtama na hata kinywaji mfano wa chai cha mtama na soya. Inashauriwa kukumbatia ulaji wa mazao ya mimea kama hii ili kuboresha kiwango cha afya kwa kupata madini yanayohitajika mwilini. Uh, the food types are diversified is going to help nutrition. Now, why we are calling it smart foods

First and foremost is food for themselves. Shirika la ICRISAT aidha linashirikiana na serikali ya kaunti ya Tharaka Nithi kuwapa wakulima eneo na mafunzo kuhusu kulima wa mimea hii kabla ya kuwapa mbegu na mbolea ya kukuza mimea hiyo. Na nao waona pale ni wakulima ambao shirika la ICRISAT limewaleta kwa pamoja

Nao wakulima wa eneo hili wanafurahia mafunzo yao huku wakisema kuwa hali hiyo itasaidia kuboresha maisha yao na hata kuwapa karo kwa watoto wao shuleni. Hivi masomo naendia sasa kwa sababu tunajua mahali ya, ya kupanda kama wetu wetu napanda na panga. Hivi sasa kuna mashini tumeonyeshwa ya rahisi ya kupanda, kama mtu anaweza kupanda eka moja siku moja kwa ile mashini tumeonyeshwa. Kwa sababu hiyo ni nzuri. Sasa mbele ni tukua tunapanda na panga, tunaendelea na panga kubadilia kwa sababu mtu akashoka mgongo atapanda ya mahali. Sasa kwa hivyo mashini kisomo tayari tumesema leo mzuri na hata kwetu tunaweza kwa mbeo yetu yetu yetu kusikia mimea yetu, tuko na vitu vya yeye kunisia ma spray, tunaona ile inafanyika sana. Hii mazomo ya zaidi sana, kwa sababu ndio tulikuwa tunapanda ile mbegu nyingine na sikuwa muda mrefu, lakini hizi za kristo ni mtupi sana. Ikinyesha mbua kubwa mbili tatu hivi, hii kama huyu mtama unakuwa mbaya. Wakulima hawa aidha wanajivunia shirika hili kwa mafunzo waliopata ya usindikaji wa mavuno wanayopata, na hata kuweza kuyauza kwenye maduka kuu kote nchini. Mazao haya hupitia mashine kwa jina pop mashine kabla ya kupakiwa na kupelekwa sokoni. Inakaushwa mzuri, ikishakaushwa sadio, tunaweka kwa ile mashine ya kupop

Kuna mtama na wimbi zilizopakiwa, mchele ulioundwa kwa njia hii ya kupitia katika mashini hiyo ya pop na hata kinywaji cha soya. Itakuwa vyema iwapo kila Mkenya atakumbatia mfumo huu wa kilimo wenye mazao bora kama maeneo yaliyoathirika na ukame ili kuongeza mazao na kiwango cha chakula nchini.

In terms of, uh, the community, uh, in terms of food security, we feel that, uh, we have made a, a great contribution, uh, for the farmers who had a crop. Nawe, mwananchi, itakuwa jambo la busara kukumbatia ulaji wa vyakula kutoka mimea ya aina hii ili kuboresha kiwango cha afya, ikizingatiwa kuwa mtu ni afya available, the technology available. Shirika la Ikrisat aidha linahitaji kila mkenya kukumbatia kilimo cha aina hii ili kuepuka baa la njaa linalosababishwa na kubadilika kwa hali ya hewa. Inabidi popote pale ulipo, sisi wote kama Wakenya tukaweze kuhakikisha kwamba tunakumbatia mfumo wa kupanda mimea ya aina yake iliyo na uwezo wa kuvumilia joto, mimea ambayo inakuwa kwa haraka na hivyo basi kuchangia kumaliza njaa wakati wote ule inabidi tusije tukaanza kulia ule wimbo wa serikali saidia, lakini kuweza kukumbatia huu mfumo anga, tukaweza kuvuna mimea ya aina yake kama mtama, mawele na kadhalika. Mundia ya Ongute, MTN, kaunti ya Tharaka Nithi.